lingine limejengwa hapa kwangwa. Hizi tarehe hizi watakuja watu ndani ya chama chetu, watakuja lakini, na nje ya chama cha Mapinduzi watakuja, watakaodiriki kusema hakuna kitu kilichofanyika, na baadhi yetu wanaweza wakawasikiliza wale. Na kwa sababu wao wanaongea kwa hoja za mihemko, unaweza kukuta mwanasiasa anashika tama naye anasema lakini, huenda kweli akasahau kwamba kuna mambo, tukigeuka nyuma, hayakuwepo. Leo yapo, tunazungumzia kamilisha barabara ile, haikuwepo. Leo ipo. Shule ya Kurugesa ilikuwa, historia inaandikwa kwenye magazeti ya hovyo, leo inakuwa bora sekondari yenu. Tumeongezea vyumba vipya kumi na moja na tunaboresha na mifumo ya vyoo, maana ilikuwa sekondari vyoo havipo, watoto wetu wanapata tabu, watu wakajisaidie leo hapa. Afu mtu anasema labda. Kweli nataka ninyi wana CCM hasa ninyi viongozi niwasaidie, tusaidiane, mwe mahiri wa kuwakabili wanaokuja kupotosha kwamba hakuna kilichofanyika. wazee Wazee wanafahamu hapa Walikuwa natoka Msoma kwenda Mwanza, gari toka Msoma saa kumi na mbili inaingia Mwanza saa mbili usiku. nasema uongo jamani? hiyo yeah, yeah, yeah, yeah. Ndio Tanzania hiyo ya zama hizo. Mimi mwaka themanini na mbili nimemaliza shule ya msingi pale, nikapangwa kwenda Tarime Secondary School, napanda Manco Chacha Manco sijui express ile, tunapanda saa nne Kiabakari, tunafika Tarime saa tisa masaa matano huko njiani. Leo ni madakika mangapi? Saa moja na nusu. Kuko Tarime kwenda mwanza masaa mangapi? Matatu kutoka msoma. Hayo sio maendeleo? Kamjiketu kamsoma haka hakakuwa na hospitali kubwa ya rufaa. Walichukua ka hospitali ka wilaya kaliko ziwani kule, kikaita hospitali ya rufaa ya mkoa. Leo tunali hospitali hapo la gorofa. Tungekuwa kule usukumani, wangeleta libu gando lingine limejengwa hapa kwangwa <laughs> Bana walikuwa wanaona wa, wa, wa Bugando ya Mwanza ndio gorofa refu. Walipokwenda Dar es Salaam wanasema, "Ee, Dar es Salaam kuna mabukando mengi sana." <laughs> Sasa wakija kwetu huko tutasema kuna libukando lingine limejengwa pango pale Musoma. Leo tunaiona hospitali imesimama. Uongo kweli? Kweli. Anaibuka mja kambia hakuna kilichofanyika. Na wewe unasinyawa, sema kweli hakuna. Hapana. Mpate ujasiri wa kwambia hapana. Maendeleo ni hatua. Tumepata uhuru mwaka 61. Tumeona aliyokuwepo , lakini tunakiri miaka mitano iliyopita pana mambo makubwa yamefanyika Butiama. Hatukuwa na hospitali ya wilaya, leo tuna hospitali ya wilaya ya wilaya, sio kile kituo cha afya cha Butiama zama za baba wa taifa, ndio iliyopandisha baada ya Butiama kuwa wilaya ikaitwa hospitali ya wilaya. Kilikuwa ni kituo cha afya kama kile cha Kiagata. Leo tunapozungumza tumesema kile kituo kibaki, kiungana cha Kiagata, vinakuwa vingapi? Viwili, Tunajenga jenga hospitali ya wilaya inayojitosheleza ujenzi unaendelea na imeanza kutoa huduma makofi kwa Samia. Mheshimiwa Daktari Samia asingeyajua hayo bila mbunge wenu kwenda kumlalamikia. Wilaya kubwa hii ya baba wa taifa, na baba kalala pale, anakosa hospitali ya wilaya tena, wakati ule hata jengo la halmashauri halipo. Hivi tunavyozungumza Jengo la mshale limekamilika na linatumika. Hospitali ya ujenzi unaendelea na imeanza kutumika lakini na miradi mingine. Chuo cha VETA kipo pale. Kiarano pale. Chukua mtoto peleka atajifunza udereva, uchapaji, upigaji rangi, ufundi washi, ujenzi na kadhalika. Udereva pia. Anapata pale. Hivi tunavyozungumza kinajengwa kitu kingine cha zaidi ya bilioni 1.6 pale Butiama. Inaitwa shule ya sekondari ya amali, shule ya mambo ya ufundi. Tukao tunasikia Tanga Technical School. Sasa tutakuwa na nyingine hapa Butiama, inaitwa Butiama inaitwa Technical School. Hapo vipi? <laughs> Tunaozungumza pale Butiama eneo maarufu walizoea kuliita wa, wa Cuba. Si mnajua pale Cuba, lakini wanasema bike wengine wanaita Pakizanaki. Butiama Artificial Insemination Center. Pale ndio makao makuu ya chuo kikuu. Mheshimiwa Mkono alipambana akatwaa shule iliyokuwa ya elevo Oswald Mang'ombe, ianzie pale chuo kikuu tangu mwaka 2012. Amepambana mzee wetu, ikafika 2015, hakuna kilichofanyika, akapambana tena 2020, na pale katikati alikuwa na umwa, hakuna kilichoendelea. Tumeingia tukamlia Mheshimiwa Samia, niliongea maneno magumu pale bungeni. Kaambia profesa, wewe profesa, hebu wewe ndio wewe ukupelekwe kule, halafu watu huko bila kazi ya kufanya. Kamati ilionea huruma ikatuba, Samia akalipia. Wamekuja kuangalia wakasema, haiwezekani, msipoanza hiki chuo hatupitishi bajeti ya wizara ya elimu kwa sababu ya malalamiko aliyotoa mbunge wenu. Tunavyoongea pale OSOD Mang'ombe, watoto wameshaanza kupokelewa, na kundi la kwanza linamaliza mwaka kesho, na sisi tutakuwa na vijana waliohitimu chuo kikuu wanavaa magauni ndani ya ardhi ya Butiama. Hapo vipi? Maneno yamefanywa na mbunge wenu kwa ushirikiano na madiwani wake. Majengo yale yanavyoota kama uyoga, watu wanajiuliza kuna nini nini, twambia ni university wanaita Mwalimu Julius K. Nyerere University of Agriculture and Technology, lakini ujenzi wa chuo kile unaendelea kwa kasi kubwa, na nimeongea na profesa makamu kuu wa chuo. Tunatamani mwaka huu liwekwe jiwe la msingi pale, ili mwaka kesho yawe imekamilika yapokee wanafunzi. Hapo vipi? na wanafunzi watakao kuwa pale zaidi ya elfu tatu wasomi wa chuo kikuu wengine watasomea masomo wanayohitaji kufika Rutenge hapa, watakuja <laughs> hey! wakija huku watahitaji kunyoa, saruni ziwepo huku, watahitaji kula, iwepo migahawa, watahitaji usafiri, bodaboda zipo, uchumi wetu haujaongezeka ndugu zangu? no, hiyo yeah, ni fursa, tuitumie wengine. Watahitaji kupanga na wengine, akija huku wanaweza kaja jioni, jioni ameshataka kulala, vigesti viwepo hata vigesti bubu, nayo ni maisha hey. hiyo ndio Butiama tunaiona, miaka hii inayokuja michache tu itabadilika sana, na nasema inayo sababu ya kubadilika kwa sababu Butiama kwa wilaya zote za mkoa wa Mara ndio wilaya iliyo katikati. Uongo kweli? Nani anasema katikati sio pazuri? Nani yupo?